Yaani na zitu napenda tu nifike mbali kwenye muziki wangu wa gospel. Yaani niko ni ndoto, niko ni ndoto. Na napenda tu nifanye collab na wasanii. Na msanii mmoja unajua ni gospel watu zanifikisha na mimi mbali. Ya bado sijapata faida, lakini na na hisi tu nitapata faida tu kisi siku ziko zinazidi kwenda. Waligani, ndugu mtazamaji wa Yanshu TV, niite Yanshu King, leo tupo Springfield Massachusetts. Ya, tuna yeah, msanii fulani hapa wa gospel nafikiri, atajitambulisha mwenyewe mtapata kumjua zaidi na zaidi. Kaa pamoja nasi ili zidi kupata update. Ikiwa bado huja subscribe, subscribe Yanshu TV, ku like na ku comment. TikTok ni Yanshu TV, hata Instagram vile vile ni Yanshu TV, na YouTube pia Yanshu TV, hata Facebook ni Yanshu TV. Kaa pamoja nasi ili zidi kupata update nyingi zaidi. So, bwana mambo vipi? Asalama tu Kwema, kwema kabisa. Ya, kwa wale ambao labda hawakujui na ndo mara ya kwanza kukuona, unaweza ukajitambulisha mwenyewe, ili wapate kukujua zaidi. Ya, mimi, kwa majina, naitwa KP Armando. Ya, naishi hapa Springfield, Massachusetts. Ya, kama mlivyomsikia anaitwa KP Armando anaishi hapa Springfield, Massachusetts. la Tumetembea, tumetembea kabisa. Leo tupo nje ya state, tupo Springfield, Massachusetts kualetea habari nyingi moto moto za wasanii wa hapa kwetu USA. Nafikiri kuna ngoma ambazo usha drop na kuna ngoma ambayo inapigiwa sana challenge huko TikTok, inaitwa Mama ji, unajisikiaje ngoma kama ile kupigiwa challenge kama zile? Ah, mimi najisikia furaha sana kwa sababu wananiunga mkono sana. Yeah. Sana naona yeah. matarajio yapi katika ngoma kama ile? nafikiri nishazunguka YouTube sijaiona kabisa ile ngoma. Na inatokana na nini? ngoma inapigiwa challenge alafu tena ujai drop YouTube hata kwenye platform zingine ionekane ya yeah, bado tu ingali kwenye TikTok na Instagram na Facebook, lakini YouTube bado. YouTube ingali nako challenge tu. yeah. wanasubira tu coming soon tu coming soon juu kuna kuja kuja yani. Yeah, unafikiria labda kwa ngoma kupigiwa challenge sana hivyo kose kuidropu na chochote ambacho itaingiza ita au vipi? ya ina kitu ambacho itaingiza. yeah, una faida yoyote ambayo unaipata kwenye challenge? Ao ya bado sijapata faida, lakini na hizi tu nitapata faida siku ziko zinazidi. Oh, vizuri sana. Ya yeah, kama mnavyomsikia. Na ambao labda wanahitaji wa ka subscribe YouTube channel yako, wanaweza kaandika jina gani, na kwenye platform zingine nafikiri? kuna Boomplay, kuna kuna Amazon Yeah. Na platform zingine pia wanaweza kutafuta kwa jina gani ili wapate kusubscribe channel zako. Yeah, zote tu ataandike hiyo jina tu ambayo kwa TikTok, KPR Armando, hata kwa Instagram, Facebook. Yeah, mtanipata kwa hiyo jina tu. Ya yeah, KPR Armando kama KPR Armando. Una ndoto gani katika mziki wako wa gospel? Ya yeah, mimi na na tu napenda tu nifike mbali kwenye mziki wangu wa gospel kwa sababu mziki wa gospel ni yani tuseme ni, ki, ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda tangu ningali Afrika. Ya, na kisi nafika huku naona kama huku tizakuwa na uwezekano wangu mimi wa kufika mbali Ya, unadhani kwa kukaa kimya kiasi hicho kwa kutokudrop ngoma unaweza ukafika mbali? Ya, mimi nitafika mbali kwa sababu nitafaa kazi na niko afaa kazi kwa bidii kwa sababu nina ngoma kabisa, hiyo ngoma nakubali, nataenda tu. So, na kwenye maandalizi yako ya ngoma, je, ni ngoma zipi ambazo unajiandaa? Je, ni EP au ni ngoma utatoa back to back au vipi? Yani, back to back, so ipi kwa sasa tutarajie lini tupate ngoma yako ya? Msubiri tu suni hapa suni tu. <laughs> nafikiri suni suni ya hata hata baada ya miaka miwili miaka mitatu inaitwa suni ya. Tutarajie hiyo suni labda utupimie kipimo chake, ni suni ya aina gani? Ni wiki, miezi, miaka au vipi? Ah, wasubiri tu baada ya wiki umoja na siku kadhaa pale katikati kati ya wiki njo nitaweza achilia ya ya ngoma ya. Ya, kama mnavyosikia ndugu watazamaji wa Yanshu TV, nite Yanshu King anavyosema KP Armando ni kuwa labda msubirie katika wiki, aidha wiki na nusu aidha wiki mbili hapo ana drop ngoma yake kwenye wa kwanza kusubscribe, kulike, na kucomment channel yake ili mzidi kupata update nyingi zaidi na nyimbo mpya ki drop huo wa kwanza kufikiwa nayo. Yo KP Armando, kama KP Armando, na tunajua we ni mtumishi wa Mungu na ni mwimbaji wa gospel, je, upo kwenye mahusiano? Aya, kwa sasa mimi sina kwenye mahusiano. Why? Ah, nime, nime broke tu. Ume broke? Yeah. Je, ni wewe ambao uliamua labda kuyatenganisha au mahusiano au upande wapi? Nimeamua tu kwa sababu depo mimi ni nikwe Mkristo sijawahi kubatizwa na hivi nikufata mafundisho ya kubatizwa. So, ndio niko na kwanza ni niachane kwanza na vile vitu kwa sababu ningana nafuatana vimoja, siwezi ingia kwanza kwa sababu alisema ule mtu ambaye anapenda vitu vingi, vyote vinakuja kumkula kwa kwa saa moja tu. Achane navyo kwanza. Katika safari yako ya mziki, ushawahi kufikiria kufanya kolabo yoyote ile na msanii wa gospel maarufu do? Yeah. Je, unadhani kwa kukaa kima huko kutokudrop ngoma kunaweza kukakuletea kolabo au vipi? Mimi nawaambia washabiki wangu, sisi washabiki wangu wananipenda na wa, wa, wa hiyo wa, wa wa ngoma itatuma mpaka napata kolabo no, no. Na unafikiri, unavokaa kima, mba, au drop ngoma yoyote ile kwenye platform zako unaweza ukavuta mashabiki wengi au unaweza ukawapoteza? Nitaweza kuwapoteza kwa sababu niko nachelewa, na challenges zishakuwa nyingi zishakuwa za kutosha. Ya, na hivi gisi nilikuwa nachelewa sana mashabiki wataza choka kila siku challenge, kila siku challenge. Ya, tunasubiri sasa ngoma, lakini hivi sasa ngoma inatafuta toka. Hii challenge inatembea vizuri na naamini Mungu ata bless na ngoma ndio itatembea vizuri tu. Na, na na, na mashabiki zangu tu watanifuata kote mahali nilipo. Ya. Yeah. Unawapa matumaini gani mashabiki zako? Wazidi kunifuatilia tu kwa sababu hebu njoo mkono wangu. Unaona, na hebu njoo nguvu yangu. Kama baba apendi kunibana mkono na mimi nitaweza kuanguka ya yeah. Yeah, mzidi kumfuatilia KP Armando kwenye YouTube channel yake, nendeni ka subscribe ku like na ku comment, ili ilima kwanza kupata nyimbo zake akidrop, na soon anachia ngoma na ni mwimbaji wa gospel, bila kusahau y atachia ngoma, yeah. Ni. Yeah. Atachia ngoma ni back to back, muda mrefu yupo kimya, ngoma yake ishafanyiwa challenge huko TikTok na Instagram, inaitwa Mama, kwa hiyo Kaeni mkawakula tazamaji, ili mpate ngoma yake. Je, neno moja kwa wanaotufuatilia ya yeah. mimi na, na, naomba tu washabiki wetu wa, Yanshu TV wazidi kutufuatilia kote mali tulipo, kwa sababu kwa sasa hapa tuko kwenye Massachusetts yeti, hata na wale wengine wanabaji kwenye ngine state wazidi kutufuatilia na wazidi kusubscribe na wazidi kuongeza viewers na comment na kushare pia yeah, ili wazidi kupata update zetu kwa muda mwafaka. Neno moja kwa mashabiki zako? Ya, mashabiki zangu nawatakia tu kila la heri, na msubiri tu ngoma, soon itakuja, kwa sababu nasubiria ngoma sana, kwa sababu kuna, kuna wengi wameshaniuliza sana, wananiuliza KP, vipi vipi, ngoma vipi ngoma. lakini hivi nawaambia sasa, kama nimeamua kupanda kwenye TV, nakuja sasa kuambia soon ngoma itatoka, msubiri baada ya wiki moja wala ya, ya siku kadhaa pale katikati ya wiki, ngoma itakwisha kuwa hewani kule. Yeah, kama kawa kama dawa, ndugu watazamaji wa Yanshu TV, nafikiri mmesikia alivyosema KP Armando. Kaeni mkao wa kula, wiki moja wiki mbili hapa anaachia ngoma, na hizo wikimo, wikimbi, wikimoja wiki mbili hizo zikiisha, tena kuna nyingine anaachia kwao. Kaeni mkao wa kula, mwa kwanza kusubscribe suni so, tu ngoma zinaitika hapo, na ni mimi Yanshu King, nyuma kamera Konki Master kuwa wa kwanza kusubscribe channel yetu ya Yanshu TV ili uzidi kupata update nyingi zaidi baba.